Tureje hapa nchini ambapo shughuli ya kutafuta miili ya watu kumi na mmoja waliofariki katika ajali ya ndege ya Mombasa Air kaunti ya Kwale iliingia siku ya pili ambapo viungo zaidi vilipatikana katika eneo la tukio. Akizungumza baada ya ukaguzi wa shughuli hiyo, katibu katika wizara usafiri, ya usafiri Teresia Mbaika alisema kuwa mashine zaidi zinahitajika ili kubaini iwapo kuna mabaki ya miili kwenye vifusi vya ndege hiyo na kama anavyotuarifu Lora Otieno, serikali ya Kenya imewasiliana na serikali ya Ujerumani na Hungary kuhusu uchunguzi wa tukio hilo la Jumanne lilosababisha vifo vya raia wake. Zaidi ya saa 24 baada ya mkasa wa ajali ya ndege katika eneo la Simba, kaunti ya Kwale, maafisa wa upelelezi walifika eneo la tukio. Hapa mabaki zaidi ya miili yalipatikana baada ya shughuli hiyo kuhairishwa Jumanne kutokana na mvua kubwa, katibu wa uchukuzi Teresia Mbaika akisema vifaa zaidi vitahitajika kukamilisha shughuli ya kutafuta miili. The leader of the team has confirmed that uh, through the the administration and the county government of Kwale uh, an excavator will be here this afternoon to ensure that is done. So we are working together with all the other stakeholders to ensure that uh, what need to be done will be done. Hata hivyo taarifa kamili kuhusu ajali hiyo huenda ikatoka baada ya mwezi mmoja. So the law and the provisions require that once we are notified of an accident like this we then notify them. So Madam Piaza has confirmed that that has since been done and they've already appointed Ndege in uh, in inayomilikiwa na shirika la Mombasa Air eh, lilikuwa limetoka uwanja wa ndege wa Diani kuelekea mbuga ya Masai Mara kabla ya kupata ajali asubuhi Jumanne. Watu kumi na mmoja akiwemo rubani wa ndege hiyo waliangamia papo hapo.